Unajua wajameni, mimi kuna lijambo linanitatiza sana eh? Ili jambo la mbwa kufanya mapenzi swala so, la mbwa kufanya mapenzi sio tatizo sana ila tatizo unakuta ni kwetu sisi binadamu. Eti unalikuta lijitu hata halijulikani limetoka wapi, katika kupitapita njiani linakutana na mbwa wanafanya mapenzi eh? Ndio unajikuta sasa Kichwa chenyewe kimekaa sura ngwangwangwa au kichwa kama bumunda, unaanza kuokota mawe, unaanza kuwapiga piga mbwa na mawe ili waachane. Waache kufanya mapenzi, waachane. Sasa ninachojiuliza mimi: unapoamua kuchukua jukumu la kuwapiga piga mbwa na mawe, unapowakuta wanafanya mapenzi, huo wivu unatoka wapi? Au kinachokufanya wapige pige mbwa na mawe Ni nini? Kuna ex wako pale eh? Nauliza, kuna ex wako pale mpaka unaamua kuwapigapiga mbwa na mawe? Huo wivu unatoka wapi? Au unavyowapigapiga mbwa na mawe, unategemea wenyewe anajisikiaje? Hivi nyinyi mnapokuwa mnafanyafanya mapenzi, kuna mtu anakupigeni na mawe? Kama sio unyanyasaji wa kijinsia huo ni nini? Yaani, kuna mijitu mingine ni misengerema kwa kweli. Haiwezekani wewe ukatoka ulikotoka, wanze unawakuta mbwa wa watu wako kwenye starehe zao, kama wewe unavyokuwaga kwenye starehe zako, unaanza kuchukua mawe na kuwapiga piga na mawe. Kama sio misengerema ni nini? Eh? Ndio, tueleze sasa, kama pale katika wale wanaofanya mapenzi mmojawapo ni ex wako au ni bwana wako, bora useme Hivi ni kwa nini unaamua kuwa mnyanyasaji wa wanyama? Eh? Wanyama hapo kwenye faraga zao wewe unaamua kuwanyanyasa. Haujui na wao pale wako kwenye reproduction. Muache budinga. Mimi hakuna kitu kimenikera. Mimi ni, ni watu wengi na si ajabu hata wao naeni tazama wewe. Ulishawahi kuwapiga mbwa na mawe. Wengine sio mbwa tu. Mwingine anatoka alikotoka na wakuta kuku anawapiga. Anawafukuza. Hivi Yani, wivu unatoka wapi? Ninachojiuliza, wale ni wanyama, wewe ni binadamu. Je, huo wivu unatoka wapi mpaka waanze kuonea wivu wenzako wanapokuwa wanafanya mapenzi? Wapo kwenye stare zao, wanapunguza stress zao, alafu ah, nakuta sasa nao wanaohusika na haki za wanyama.